Tumetoa recognition kwa brands ambazo mwaka jana zilikuwa voted as super brands au zilikuwa cord na wananchi, zilipewa tuzo ya super brands na wananchi, ambazo wananchi wanaamini ni super brands. Ni brands zenye ubora, ziko consistent or, uh, reliable, lakini pia ziko outstanding lakini leo tumetambua brandi hizi kumi ambazo kwa utafiti wa mwaka huu uliofanyika mwezi Februari matokeo yanaonyesha brandi hizi ndio wananchi wanaamini ni Super Brand. Na hizi brands ambazo zimepewa tuzo zao leo ziko featured kwenye edition ya Super Brands. Kwa hiyo kile kitabu kitapatikana na unaweza ukasoma kwa undani, uh, habari za hizi brands ambazo zimetangulia, na leo tunatambua brands hizi kumi kipekee kabisa. Kwa mara ya kwanza tukiwa tumeongeza kwenye brands vilabu vya mpira vinavyocheza ligi kuu. Peke yake ni vilabu vyote ambavyo viko ligi kuu vilipigiwa kura, na matokeo ndio tunayaona, Simba akiwa namba mbili, Yanga akiwa namba tatu in Dar es Salaam today to unveil the results for Super Brands with Ipsos. It's a consumer survey, so the consumers of Tanzania vote for a brand. The brands that are voted highest are then invited to become a Super Brand.

and other football clubs in the world that have become super brands are uh, Real Madrid, FC Bayern, uh, Liverpool and so on indeed we are very, very delighted today to have uh, Simba, FC and Yanga football club to become super brands for the very, very first time in the entire East Africa Jina langu ni naitwa Doreen Bangapi ni regional director wa social behavior change kutoka kampuni ya Ipsos Ipsos tumepartner na Superbrands Afrika Mashariki kufanya utafiti wa Superbrands, kwa maana ya kwamba tumehoji wananchi elfu moja katika mikoa ya Dar es Salaam, Arusha na Mwanza, tukiwauliza uh, katika brands tofauti tofauti, ni brands gani ambazo wao wanaamini ni super brands. Na ili brand iwe superbrands, natakiwa kukidhi vigezo vitatu vifuatavyo. Kigezo cha kwanza ni ubora, kwamba hiyo brand inaaminika na walaji au watumiaji wake kwamba ina ubora wa hali ya juu. Kigezo cha pili ni kwamba brand hiyo ina uwezo wa kutunza huo ubora kipindi chote, wana uhakika na hiyo brand kwamba haitapunguza ubora wake. Aa, na kigezo cha tatu ni kiasi gani hiyo brand inafahamika katika watumiaji wake au miongoni mwa wananchi lakini pia inaonekana kuwa tofauti, inajipambanua kuwa tofauti na wenzie kwenye sekta yake. Uh, kwa hiyo siku ya leo tulikuwa tunatambua brands ambazo walaji au wananchi wamezipigia kura kwamba ni super brands, kwenye utafiti tuliofanya mwezi Februari lakini pia tulikuwa tuna mwaka huu, lakini pia tulikuwa tunatambua brands ambazo kwa mwaka jana zilipigiwa kura ya kuwa super brands, ndo walipewa tuzo zao, lakini leo tumetoa tuzo pia na kutoa uh, matokeo ya brands ambazo zimepigiwa kura kuwa super brands kwa mwaka huu wa 2025. Na kitu cha tofauti kwa mwaka huu ni kwamba kwa mara ya kwanza vilabu vya mpira vya ligi kuu viliingizwa vili kama kama brand football clubs kama clubs kama brand, na watu wamepiga kura, na tunaona klabu uh, ya, klabu ya Simba ikishika nafasi ya pili na klabu ya Yanga ikishika nafasi ya tatu. Uh, namba moja ikishikiliwa na Coget na NMB inashika namba nne. Kwa hiyo tuna brands kumi ambazo zimepigiwa na leo tumeonyesha brands ishirini jumla ambazo zimepata uh, kupigiwa kura kama brands bora miongoni mwa brands elfu moja mia moja na ishirini na moja. Naitwa Ahmed Ali, ni msemaji wa klabu ya Simba. Leo tunayo furaha kubwa kupokea tuzo ya Super Brand Afrika Mashariki. Tumeshika nafasi ya pili katika bidhaa zote zilizopo nchini Tanzania, nafasi ya kwanza katika vilabu vyote vilivyopo nchini Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla. Kwa mara ya kwanza eh, tuzo ya Super Brands imehusisha vilabu vya mpira wa miguu, na kwenye kuhusisha huko eh, tukatokea ama tukaibuka eh, kuwa nafasi ya pili. Sisi kwetu ni, ni, ni faraja kubwa sana kushika nafasi hii kwa sababu ukiachilia mbali Simba kuwa timu ya mpira lakini Simba tumekuwa tukiwekeza nguvu kubwa kuwa kwenye bidhaa inayouzika uh, kwa watu uh, tuzo hii ya Super Brand imehusisha uh, vitu vingi ikiwemo uh, kufuatiliwa sana kwenye kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye bidhaa yenu, na bila shaka na Simba ndiyo bidhaa inayofuatiliwa zaidi nchini Tanzania kwa upande wa mpira wa miguu ama kwa upande wa, wa, wa sekta ya michezo hakuna klabu wala taasisi yoyote ambayo inaifikia Simba kwenye kufuatiliwa eh, eh, kwenye, kwenye nyanja zote. Lakini vilevile tuzo hii inahusisha eh, ubora wa bidhaa. Bila shaka, Simba tumekuwa na bidhaa bora sana isiyomithilika, bidhaa ambayo ina, ina, ina, ina standard ya nyota tano, bidhaa ambayo ina ubora isiyofikiwa na, na, na bidhaa nyingine ya aina yoyote ile. Na tumekuwa tukifanya kila linalowezekana kuhakikisha kwamba ubora wa bidhaa yetu unakuwa maradufu siku hadi siku. Ubora wa bidhaa yetu ni namna ambavyo tunaitengeneza bidhaa ya Simba, lakini namna ambavyo tunaitengeneza timu yetu ukuwa na ubora wa kila siku, na bila shaka ukiangalia ok, Simba kwa miaka hivi karibuni tumekuwa na bidhaa bora sana kufikia eh, hadi kushika nafasi ya tano kwenye ubora barani Afrika ni dhahiri shahiri ya kwamba tunastahili tuzo hii, na bila shaka eh, ni sifa kwa kila mwanasimba. Lakini kama haitoshi eh, sifa nyingine ya kupata tuzo hii ni mwendelezo chanya wa bidhaa yenu, kwa maana ya consistency. Leo hii mtu anapata kitu bora. Kesho kutwa mtu anapata kitu bora, na hili ni eneo ambalo Simba tumewekeza sana kuhakikisha kwamba, eh, hata kama tunapitia magumu kiasi gani, lakini tuendelee kuwapa eh, wana Simba huduma bora, wana Simba bidhaa bora, siku hadi siku. Hayo maeneo matatu na mengine mengi ndiyo ambayo eh, kumewafanya Watanzania kutuchagua sisi kuwa nafasi ya pili kwenye upande wa bidhaa nchini Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla, lakini kuwa nafasi ya kwanza kwa upande wa vilabu vyote vya mpira wa miguu nchini Tanzania.